Yes, uhali gani mwana Sawa Sawa Digital? Hope huko poa kabisa. Lakini moja kati ya vitu ambavyo e, wananchi lakini pia watu wote kutokea duniani kote huweza kupata habari kutokea sehemu tofauti tofauti, lakini pia kupitia vyanzo tofauti tofauti vya habari, lakini hili pia limeweza kudhihirishwa e, na na katibu wa Chama cha Mapinduzi, nikimaanisha CCM, lakini pia tutegemee kuwa ni mgombea mwenza e, wa chama hicho kwa mwaka huu 2025. Lakini kila mmoja anajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi e, kwao ukapate kitambulisho chako cha kura, then upige kura uchague rais ambaye unakuwa unamtaka. Sasa Nchimbi ameweza kusifia sana, hasa hasa bana sekta ya habari kutokana na ambavyo inafanya baadhi ya habari mbaya zinatolewa, nzuri zina, zinatolewa pia, lakini pia zimekuwa zikikosoa na vitu vingi na, nanukua hapa taarifa yake ambayo nasema eh, vyombo vya habari mmefanya kazi yenu vizuri sana, ndio maana hatujajaza hatuja kesi mahakamani zinazotokana na uh, au vinavyotokana na eh, vyombo vya habari, kwa sababu kila habari mnaipima eh, mnaikagua na ndio mnaruhusu itoke mara chache sana zinateleza taarifa ambazo zinaleta vurugu katika taifa, tafrani au sokomoko katika jamii. Lakini pia Balozi Dkt. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa CCM ambaye pia huyo ni mgombea mwenza wa urais mwaka 2025, aliweza kuendelea kwa kusema kwamba wahariri wa vyombo vya habari, ambao nyinyi ndio mnaruhusu habari yoyote itoke kwenye chombo cha habari, kama mngetumia nafasi yenu vibaya kwa miaka yote ambayo mmefanya kazi zenu, inawezekana kabisa nchi yetu isingekuwa ilivyo leo. Huyo ni Daktari Emmanuel Nchimbi, eh, katibu mkuu wa CCM lakini pia ni mgombea mwenza eh, wa Chama cha Mapinduzi mwaka huu 2025. So vyombo vya habari vimepewa big up, lakini pia sharaa sana kutokana na, na eh, kutoa taarifa ambazo zinakuwa zimenyoka, lakini pia zimesimama, zinaeleweka. Kama sisi sawa sawa digital ukitufuatilia, pia taarifa zetu zimenyoka sana. Ukweli wote wa mambo, ukweli wote wa taarifa zote ambazo unatamani kuzijua nje na ndani ya mipaka ya Tanzania pia unazipata habari hizo kupitia hapa hapa, e, sawa sawa digital. Subscribe channel yetu ili kuspitwe na habari zingine nzuri nyingi zaidi ambazo zinakuwa zinatokea.